Kwa majina Isa Hasani, ni mkazi wa Singida. Kwa hii fursa ya kuja mheshimiwa rais mama wetu mama Samia, kwa sisi kama bajaji ni fursa, fursa kubwa sana. Watu mbalimbali wameingia, tunafanya kazi, yani watu ni wengi, tunapakia pakia, shusha ile, watu ni wengi. Kwao fursa kama hii ikipatikana mara kwa mara kwa sisi tunajikuta tunafanya kazi vizuri. Sio sisi tu, hata ukiangalia maloji mbalimbali yamekuwa ni ya watu wamejaa. Kwa hiyo mheshimiwa rais, sisi wakazi wa Singida tunamkaribisha, tunamkaribisha sana. Kwa jina anaitwa Shawali Hamisi. Tuna furaha ya kufanyika maimosi kwa mkoa wetu wa Singida, na tunapenda sana kuwakaribisha watu na vile vile, tunamkaribisha rais wetu Samia Suluhu Hassan kwenye uwanja wetu wa bombadi hapa wa Singida. Kwa majina anaitwa Salma Umari, ni mkazi wa Singida mjini. Napenda kutoa shukrani zangu zote kwa rais wetu Samia Suluhu Hassan kwa kutuboreshea miundombinu ya barabara, mahospitali na ambulensi za wajawazito kwa ujumla. Tunapenda sana kutoa shukrani zetu za dhati na tunamkaribisha sana Singida kwa ajili ya maadhimisho sikukuu za wafanyakazi Mei Mosi, na tunamkaribisha sana Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa majina naitwa Geoffrey Robert Geoffrey, ni mkazi wa Singida. Napenda na sana kumkaribisha Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuja kwenye mji wetu wa Singida, tunamkaribisha Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan katika mkoa wetu pendwa wa Singida siku ya Mei Mosi tarehe moja. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, karibu sana, tunakupenda sana, mitano tena, tunamkaribisha sana mama yetu, mama Samia Suluhu Hassan. Karibu sana tunamsubiri kwa hamu, ili na mkoa wa Singida watu waje kumwona. Wengine wanamsikiliza tu kwenye redio, wengine wanamuona kwenye TV, kwenye TV lakini sasa hivi yupo Singida jamani. E, wote tuwepo hapa mitano. Mama Samia karibu. Kwa mama majina, anaitwa Remy Jonas, ni mkazi wa Singida. Tunaona maandalizi ameshakamilika, Rais atakuja kwa ajili ya Mei Mosi na kama na sisi kama vijana tupo tayari kumpokea kwa majina. Naitwa Lazaro John Michael, natokea katika mkoa wa Singida. Tunakukaribisha Rais Samia Suluhu Hassan katika mkoa wa Singida, maandalizi haya yamekamilika na pia tunakusubiri. Naitwa Mariam Hamisi, ni mkazi wa Singida mjini maeneo ya Kindai. Tunashukuru sana Rais kututembelea na kufanya Mei Mosi katika mkoa wetu wa Singida, tunamwambia karibu sana Singida, mkoa wenye kila kitu, vivutio, mazao, karanga na kila kitu. Tunalima kila kitu. Karibu sana rais wetu. Kwa majina anaitwa Maria Samsoni, ni mkazi wa Singida. Tunakukaribisha rais wetu katika hizi sherehe za Mei Mosi. Karibu sana Mama Samia Suluhu! Oye! Mama Samia Suluhu! Oye! Mama Samia Suluhu! Oye! Jamani, Singida pambe Mama yetu karibu sana Singida. Singida iko vizuri, hali ya hewa iko vizuri kwa kweli. Maandalizi ya shughuli yako vizuri, kila kitu kimekaa mkao. Karibu sana uje ujionee mwenyewe, tunakusubiri kwa hamu kubwa, mama yetu. Jamani, mitano tena!